Ni zoezi linaloweza kubadilisha mwelekeo wa taifa. Usajili wa wapiga kura umeanza rasmi kote nchini na tayari Wakenya wanajitokeza kuhakikisha sauti yao haitakosekana kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mimi naitwa Bana Donyango. mm -hmm. mimi ndio ni registration registration officer IEBC, registration officer ni ubunge la Ruiru. mm -hmm. Kwa wakati huu tunafanya usajili. mm -hmm. Wapigaji, wapiga kura. mm -hmm.

The tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inalenga kuandikisha zaidi wapiga kura wapya milioni 6.5. Kipaumbele kimewekwa kwa vijana, kundi linalounda idadi kubwa ya wananchi, lakini ambalo mara nyingi hutajwa kwa kutojitokeza kupiga kura. Kwa sasa vituo vya usajili vimefunguliwa katika ofisi za maeneo bunge, hatua inayolenga kudhibiti na kuratibu usajili kwa ufanisi zaidi. Kwa kifupi, tueleze jina lako na je, umesajiliwa na vijana wenzako anapaswa kujitokeza kwa wingi? Eh, yeah. Kwa majina anaitwa Ivy, mimi nimesajiliwa, na nyinyi vijana wenzangu kujeni hadi msajiliwe. Mm -hmm. Eh. Uh, na ni changamoto zipi mnazokutana nazo kwenye usajili? Ah uh, kwa wakati huu hatuwezi sema tuko na changamoto kubwa, mkubwa. uh -huh. uh, lakini kuna some misinformation hii. uh -huh. Uh, exercise inaitwa continuous uh, registration of voters uh -huh. inafanyika at the constituency office. uh -huh. penye tuko hapa. uh -huh. uh, kwa hivyo wananchi wanafaa wajue wakuje kwa constituency office at Ruiru mm -hmm. Law Courts mm hapa -hmm. ndio tutawasajili na wenye wanataka ku transfer the registration center pia tutawahudumia hapa mm hii -hmm. ni kumaanisha ya kwamba mm -hmm. mwaka ujao ndio tutafanya ile tunaita enhanced mass voter registration mm -hmm. kule mashinani kwa mm -hmm. all the registration centers mm -hmm. uh, makarani wetu watakuja huko mwaka ujao. Mm -hmm. lakini kwa wakati huu mm -hmm. tunaomba wale majezii wafike katika ofisi yetu hapa Ruiru, hapa Ruiru Locals, hapa ndio kuna uh, mashini zetu mm -hmm. na tutawasajili wakifika hapa. Hiyo ndio ujumbe mkubwa kabisa ningependa mm -hmm. kuhimiza kwa wale ambao wanaishi katika eneo bunge la Ruiru. Na mnatarajia vipi kufikia malengo yenu ya milioni 6.5? Eh, He... sisi tuko na

V voters kwa hivyo, sisi ujumbe wetu ni kwa vijana hawa mm -hmm. vijana ambao wako katika chuo kikuu, wale ambao walimaliza shule last year mm -hmm. wakapata kitambulisho mm -hmm. sisi ni kuwaomba wakuje hapa Ruiru locals. Mm -hmm. The registration process takes less than five minutes. rrueeha pa, pa, uh, voter mm -hmm. so wakikuja hapa sisi tumejipanga vizuri mm -hmm. na kwa muda mfupi kuhakikisha mm -hmm. ya kwamba wamejisajili so that they take part in the democratic uh, process of this country mm -hmm. uh, our message to our young people mm -hmm. is that uh, the law under article 38 provides for your political rights but it's upon you to mm -hmm. come and uh, affirm your rights by the first process is to be registered as a voter and then ultimately in 2027 you you come and vote for your preferred candidates so that you take uh, you make the decisions that will improve the future for our country. Swali linalobaki ni je, utakuwa miongoni mwa watakaosimama na kusema nilipiga kura yangu au utakuwa miongoni mwa watakaokosa kuchukua hatua? Nikiripotia kutoka Ruiru, kaunti ya Kiambu, langu jina Abdimalik Adow.